Utakaa kanisani, utaingia kwenye ibada, lakini kama manung'uniko unayo uko, lakini hauko inside, outside. Na kinachokufanya uende nje ni manung'uniko, kwa sababu kinachokuingiza ndani ni imani. Manung'uniko yanapiga yana kick faith out. Yanapochukua imani nje, ubaki ndani, unakuwa nje. Fuatilia uone, watu wengi ambao unasikia wao wameasi, wamefanyaje? Hawakuasi ghafla, walianza na kunung'unika wananung'unikia viongozi, wananung'unikia sijui nani, wananung'unikia hiki na kile. Yaani wewe ukinung'unikia mara hiki uongozi wa kanisa na burka, na burka kirumba <laughs> maana wewe ni mtakatifu. Mwisho hata utakuja ibada, maana unaona wao ni waovu, wewe ni mtakatifu. Utanung'unika kweli, kwa sababu hayo yote, maana yake atakutoa na. Siku zote ukisikia mtu anasema nawaachia ibada yao, nawaachia kanisa lao nawachia kwaya yao, ujue ni utoto tu unawasumbua, ni utoto tu unawasumbua. Yesu amesema makwazo hayana budi kuja, lakini asemi akija jikwae. Hatuna hiyo haya, hatuna ndio maana nyumbani kwako hujatoroka kwani hayako makwazo? Nasema hakuna makwazo nyumbani, mbona hujatoka? Kuona mgonjwa anatoka ostalini, eti amekwazwa na wagonjwa wenzake. Tunaenda kumsalimia asubuhi asubuhi, anasema unitowe dada. Nitowe kwa nini? Hawa wagonjwa wamenikwaza leo, wamenipigia makelele mno, nitowe ostari. Unakimbia wagonjwa wenzako, unaakili kweli? Ostalini utoroki, eti kanisani unatoroka. Utoto tu utoto tu, na hayo yote yatakutoa nje, na ibilisi anafika na kunasa kiurahisi sana. Wengi wanaoanguka na kuanza kusema kanisa la Babeli, kanisa la Laodikia, walianza na manunguniko, ndio leo wanajifariji ni watu wa matengenezo, watu wa kiroho. Hamna hali ya kiroho yoyote inayokutoa nje ya kanisa hey. Ili kanisa hakuna jingine, second to none. Nje ya kambi utalambwa na moto talambwa na moto tu. Mtu yeyote anasema wana matengenezo halafu anasoma aya za EG White ambazo zinasema hii ndio kanisa la Mungu wakati wa mwisho, Remnant Church. Hii sio radekia wala sio baberi, ni kanisa la waliosalia. Usitishwe na hao kwa kunywa lita tano kwa siku. Hawa wanasema wanafanya matengenezo gani wakati ni wakari kuliko pilipili kicha, na watu wanasema wana matengenezo. Sio wana matengenezo, ni offshoots. Matengenezo yanafanyika ukiwa ndani ya kanisa hili. Wote wanaotoa matengenezo nje, hao ni ma offshoots, backsliders. Listen not to them, usiwasikilize walioanguka wa Moto utakula nje ya kambi, na nilisema hivi wasi tu. hata wangelisema ho, sisi ni wa kiroho, huko nje hakuna mtu wa kiroho aliyokuwa ndani ya kanisa hili halafu akatoka, etu mu ni waasi. kwa sababu ya mchungaji sema, kwa sababu ya mchungaji kuyenga, kwa sababu ya mzee wa kanisa, usisahau ni kanisa hili hili ambalo wakati hata viongozi waliokuwa ndani ya kanisa walilala na wanawake waliofanya ibada wakati wa Eli kuhani mkuu, lakini ndani ya nyumba ile ile ya sala Hana alipozungumza na Bwana Mungu alisikia sauti yake. Waona, waachia ume ni waovu wote? Wewe ndio mwovu, sisi tuko kwenye kituo cha kutengenezwa. Acha kuchemuka.